Sawa, eti Kani katia simu. Safi yani, wanaume sasa. Kile kitu kimeisha, kabaki hapa. Kila kitu tutapiga, tutapoku kila kitu yani, tutaanza upya, sawa. <coughs> yes. Bibi aliniambia dunia tambara bovu, binadamu wa wanajima hila ni unasubira <coughs> Yani mina marisho, kuna nikupambane uende shule naona unanichanganya kichwa kabisa mara mziki, mara kuigiza. Sista, usiseme hivyo. Saka kama si umeweza na, ukanisomesha mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, sasa hivi naona kufanya mtihani mara ya mwisho tu nimalize. Unakata tamaa, kumbuka huko mwanzo umetumia hela nyingi zaidi hata ile, lakini unaenda kutoa sasa. Kwa mimi nakuahidi sister, nitafaulu kama jinsi nilivyokuwa nafaulu mwanzo. Watu usinihofie kuhusu kitu chochote, kuhusu mambo ya kuigiza nini. Nini, nini, nini, nini, na naifanya kama vinavyotakiwa, usijali kuhusu hilo Haina shida. Dunia tambara bovu. na wiki taua uende shule. Aa, meshaanza kurudi chuo, wewe bado unazuru tu hapa mtaani. narudi lini chuo mm? Sema sito kuna vitu ambavyo nahitaji, kama shati ile shati ile ya blue kwa huku nyuma imechanika, viatu kwa hapa chini hapa vimebanduka, kwa hiyo nahitaji nipate viatu vipya na shati mpya, na pia na vitabu viwili hivi nahitaji nikishavipata tu hivyo basi, naenda zangu chuo muda wote. Kwani pesa inahitajika shingapi hiyo? Inaweza ikachukua, kama inaweza kachukua kama laki na sitini, laki na sitini. Eh, basi. Basi hamna shida, yaani naomba nikukute kule nyumbani. Hiyo pesa nitakupatia asubuhi, ukatafuta hivyo vifaa vya shule, kishakuta uende shule.

ana yeye ndo mpaji. Ona kila nalofanya kwa ubaya awapeni kuniona mbele ninasonga. Mbona merudi chuo sasa hivi wakati chuo bado hakijafunguliwa kulikoni, madamu? Wajei, ni kweli mewai kurudi chuo kutokana na mama ameniambia nirudi, sikuwa na namna yote ya kumpinga zaidi tu ya kurudi. Kwa nini amekwambia urudi chuo aliyekuwa anajua kwamba chuo hakijafunguliwa? Kuna nini kati yako wewe na mama? Hmm. Kiukweli hapo sijui, lakini mama wangu ndo namna jinsi alivyo. Yaani kutoka ya msingi, mpaka mpaka na somo shule ya msingi mpaka sekondari mpaka hapa niko chuo, ndio hivyo na waegi kabla ya wenzangu. Hmm. Lakini madam, leo kuna kitu nimekugundua kipya. Mimi na ndugu kule. Na sikuwahi kujua kama nina ndugu. Na ndugu mwenyewe Anasoma naye hapa chuo. Lea si unamjua? Lea namjua. Lea ni ndugu yako. Na mbona mama hakukuambia kama una ndugu? hmm. Kikweli hapo sijui kwa sababu mimi mwenyewe ndo nimejua leo wakati nakuja chuo. Kwa hapa niko namsubiria Lea akirudi chuo tu niongee naye kwa sababu nishajua ndugu yangu ili tujue tunafanya nini. Sasa Lea yeye kurudi chuo sidhani yeye si kwa sababu bado chuo hakijafunguliwa kwa hiyo anajua bado ila wewe, kwa vile umeamua kurudi chuo basi sawa, haina shida. Wewe kupambana, tuko pamoja, pambana na masomo sana, yeah. Sao. Oh, pambana, pambana sana ndugu wangu sawa. madam si, hakuna hata ile kuja hata mmoja, hakuna hata mmoja aliyefika, wewe ndio kwanza ambundo. Mapenzi anatufanya vibaya, anatufanya vibaya. Yule kapenda asipopendwa

Hitilafu. Ule pata ndoa ila kukosa mtoto imekua hitilafu sana, mara hospitali, mara sijui nakuja. i nikashinda kuelewa, nikabaki umeniacha mdomo wazi. Ameniambia una mgonjwa, amnacha mgonjwa, amnacha hospitali. Yaani hapo kuna mtu ananidai na hapo ndani sina hatashimbi kwa hiyo nilikuwa natafuta namna ya kumtoka. Teddy alikuwa pango. Kwaweza natafuta namna ya kuondoka pale, kabidi mtumie ni sijui unipigie simu. Ukasikia ukiniongelesha na kuniambia baada ya hospitali. Sasa so hivi, nilikuwa natafuta namna ya kutoka, sijui natoka nenda wapi. Nikamwacha hapo ndani. Kwa hiyo mimi sina mgonjwa, yaani lengo langu tu nitoke. Hebu subiri kwanza, unasema nani? Teddy, naalika na mdomo yini sipuondoke tuseme tunawambia, tusina hela ni bora tu kamtoroka. Ala mdomo ule dada yumaani nikasema tu niondoke zangu. kupata kazi imekuwa hitilafu. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. unajua nini? Nilipeleka dada mdogo wangu shule chuo huko, sasa ilikuwa mepelea tu laki moja ikabidi ni na nilikokopa ndo huko huko kwa huyo unayesema na kusumbua saizi, yaani ah, ah, ah. Ndo hivo jipange. Yule dada ni ana mdomo kwenye kudai, hausijui na mkosi gani ukichukua hela yake kwenye kuilipa, yani nakwambia hivi, kuipata ni mziki, utaangaika hela haupati kurejesha. Na ukicheza ile nyoka, kama ni biashara, unashangaa ta biashara yenyewe inakufa na hela hatujalipa. Yani kama mimi imenisumbua, ndio maana nakimbia kimbia tu. Kwa kweli, mimi niko tu nimeaga, nikikopa walipa, sina gadi desturi ya kuchelewa kurudisha, nitapambana. Sasa hapa nimemwongeza mdogo wangu Enjo, kuna vifaa vya watu wameenda kunenonolea, ne nishone nguo Ila, sasa itabidi nikapambane maana na madeni uo na wadau nawashneu hawanilipi, so, itabidi tu akija nitoke, maana ushantia pressure kwao, nipambane mpaka siku utakapofika niwe na pesa yake nimpatie, tusisumbwane kabisa na sitaki. Hey, pambana, hautashindwa i kijitahidi, unaweza. Mbona mimi na hiyo mikopo mdogo wangu mdogowangu na nimefanikiwa, nimemaliza kwa hiyo haushindwi. Sema tu jivumilie, na uo mdomo wa Tedi hata mimi kuache. Haya mama, hodi tu, mimemsubiria huyu nifanyifanye na vikazi vya kwa mbali. Elimu zako <tipasimu> sipate ukaenda kwa mganga hitila samani, vya watu taiko samani taiko vitu <coughs> si ni vile mama, si naenda kuongea naye. Ulifanikiwa? Hapana, sikufanikiwa. Nilienda nkamkuta mama yake nikaongea na mama yake, lakini alichonijibu majibu mabaya sana. Binti mwenyewe sikumkuta. Nilipojaribu kuongea na mama yake kuhusu kumwoa binti yake, aliniwakia ah, Maa akaniulizia sijui na kazi gani, aa sijui umeishia darasa la ngapi, na sijui unatokea wapi. Baada ya kumwambia tu hivyo, akanitumua. Akwambia metumua, sikufanikiwa na yule dema, sikumkuta. Sijui ndo yuko chuo, sijui labda alikuwa tu ameenda sehemu, sijui mimi hapa, sielewi, sielewi. Nilikwambia eh? Nilikwambia kabisa, anaweza kuelewa? Yaani mtu mwenye akufahamu akujui, angawezaje kuelewa, licha ya kutokunifahamu? Lakini sinaenda kwa kujielezea vizuri tu kwa binti yako, nataka nimuoe. Kwani mtu unashindwa kumuelewa? Kwa hivyo unataka wewe anjue kivipi? watu wako wanaenda majumbani kwa wawaa kukosa, ndo hivyo na mimi nicho kifanya. Hata kama ungekubali, sasa sikia cha kufanya huye, achana na ma mapenzi. Nimekuja hapa kutafuta nini? Maisha, hebu tupambane na maisha, achana na mapenzi. Alede, yaani hata mimi natamani niachane naye kabisa, yani niache kabisa lakini mbubio. Oh, ujii moyo ndo nazingua, yaani muona natamani tu nimo kuipatia nanampenda kweli, uledei enjo mdogo wangu. Na mshukuru Mungu, asante chuo. Nimeshaimalizia, nimehangaika, maana nilikuwa nimelipa nusu laki tatu tu, ila hizo siku mbili tatu nimehangaika sana mpaka nikaipata, nikakopa huko laki moja, ila nimeambiwa nilisha rejesho elfu ishirini riba wangu. ninaomba huu ndio mtihani wako wa mwisho, hauna mtihani mwingine. Utakapofeli hapa, utaniumiza sana mimi m... maana nahangaika, yaani kama ni pesa hii ya mwisho e, sielewi hata nairudisha vipi, mdogo wangu. ila matumaini nitayapata pale utakapofaulu. nitarudisha bila shida. Naomba sana mdogo wangu, usienda kuchuo kaangaika tena, naomba kufika, yale ya nyuma uliosoma yote uyakumbuke, mdogo wangu, na ukifeli hapa, hamna msaada tena nitakupatia zaidi, takuja tukukaa hapa tuhangaike basi Ustegemea nadanda kupeleka chuo kingine ukapanga mimi huko usome tena, hapana. Ushangu ndo hapo, ndugu wangu, ninaomba zingatia hayo muda, ndo mchache umeshaisha, manatuko urudi shule, sawa? Asante sana nani, pia nimekuelewa, na nikuahidi tu, huko niendapo nitafaulu Kwewe usitie shaka juu yangu, kikubwa niamini tu. Mimi hapa yaani ni kuahidi tu, nitafaulu. Naona jinsi unavyonipambania dada yangu. Wewe usijali, sio <coughs> <coughs> kwamba naongeza mashaka juu yako, hapana, ila tu ni lazima nikwambie kuwa uwe makini usia kama dada, lazima nikupatie. Maisha yangu nayaona hapa magumu, yani sio mgeni juu yangu. Kwa hiyo ni lazima nikusie, ili unakwenda huko ukumbuke na, na utakapokumbuka maisha yetu haya na imani itafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo nakuomba zingatia hayo, so ufike kule uyaribu, yani ukiyaribu eh, hey. Ni tunakuja kukaa hapa hivi asubuhi mchana jioni tutazunguka na hilo jua upige na hilo jua mpaka ushangae maana sasa kuna huruma nawe tena sawa dada nimekuelewa na nitafaulu na kwaidi sasa ngoja mimi nitoke nikaangaika huko na miangaiko yangu unatoka kwani utarudi saa ngapi Kurudi kati ya saa kumi na mbili au saa moja kasoro, nitakuwa nishaingia. Sawa dada, basi mi utanikuta hapa, maana leo sina promisi yoyote ya kutoka. Sasa kama una sehemu pa kwenda, zingatia kujikumbusha yale ya nyuma, soma ili utakaporudi kuwa umeshajaza yote, japo anasema ni ng'ombe nanepi siku ya mnada bila kuboshea tu, sawa sawa. Nilikolea. safari njema. aya mpenzi wangu huku hapo hapo dukani nipo kwambia ukae basi umemwona dadaangu sawa kama ameshapita wenjo maana mimi ameniambia tarudi kwenye ni saa kumi na mbili saa moja kwa hiyo tutakuwa tayari, hmm.

Sawa, so, mm -hmm. Nitajitahidi. Alafu vipi kuhusu ile kazi? Mimi naona tumefika muda mrefu aidho faidishi kito chochote. no, naonacho tukitota kazi nyingine, na itabidi tufanye hivyo kwa sababu hata jamaa ambaye na mwazimangu

Mwenyekiti, mimi nimekuja na shida na matatizo kidogo na mwenye nyumba yangu. Mwenye nyumba yangu ananidai kodi diskatai, lakini nilikuwa nimetoka, nilivyorudi nimemkuta kasimama mlangoni, basi akaniambia naomba funguo. Lakini pia huko nilikotoka kuna mahali niliahidiwa hela nikamwambia nisubirie, hiyo jioni ikifika nitampa hiyo hela. Hiyo saa kumi na moja Kagoma akaniambia naomba funguo, sitaki kukuona hapa, ondoka, na ukirudi urudi na hiyo hela. Mwenyekiti, nami hapa nilivyo kwanzia asubuhi, sijala, alafu pia kwa nahitaji niingie ndani nibadilishe, kulingana kama unavyojua mazingira yetu sisi wanawake kwani nahitaji niingie ndani angalau nibadilishe nguo, nioge, lakini ni bila amekataa, ameniambia nisirudi bila hiyo hela. Ndio maana nimekuja kwako unisaidie. nakudai shilingi ngapi? laki tatu na ishirini na umelimbikiza elfu arobaini Sasa mbona ni kweli mwenyekiti, ni kulingana na misukosuko ambayo nimekuwa nikipitia hmm. Lakini leo na uhakika wa kumpa hiyo la musu yake neo. Sasa swala, unawara, kwa hili swala unavyolifanya hivi ninavyoenda, unaona, ni kweli ni sahihi, kwa sababu hapo ndio hata kweli ana makosa, lakini ni swali tata sana, ambalo sasa hapo

Hiye ameondoka ameniacha pale mlangoni, mwenyekiti sasa. Mimi nikaona sina la kufanya zaidi ya kuja kuomba msaada wako. Ah. Yeah. So, hamna shida, labda tukupe barua ya wito alafu utampa, afu ala kijinaeya, sawa Kifika hiyo unaweza kuwa kampa balozi akamfikishie, sawa?

awapeni kuniona mbele ni nasonga oa oh, oh, oh, ambona, mapenzi yanatupanya vibaya, yule kapenda asipopendwa, hasipopendwa kutwanalia Hitilafu, yule kapata ndoa ila kukosa mtoto imekua hitilafu. Kusoma kasoma ila kupata kazi imekuwa hitilafu, hitilafu. Kupendana walipendana kashiba, hitilafu, hitilafu. Ilogwa maisha mefanya meachana Hitilafu. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ili mwenzako sipate ukaenda kwa mganga, hitilafu. Hamani vya watu taikusamani.